Katika misitu mirefu ya baridi ya Slavic, ambapo miti hupiga miayo ya upepo wa baridi na theluji hufunika dunia kama blanketi jeupe la siri, mwanamke mmoja mwenye nguvu za ajabu, anayehofiwa na kuenziwa kwa wakati mmoja, amekuwa sehemu ya simulizi za vizazi na vizazi. Anajulikana kama Baba Yaga, malkia wa uchawi, mama wa hila na mchawi wa porini, lakini pia ni mlezi wa roho na kiongozi wa maamuzi ya mwisho ya binadamu. Baba Yaga si tu mchawi wa kawaida. Anaishi kwenye nyumba ya ajabu sana, inayosimama juu ya miguu ya kuku, ikizunguka bila kuacha nyayo, ikibadilisha mwelekeo kama upepo wa msituni. Nyumba ya Baba Yaga haikuwa ya kawaida kabisa. Ilisimama juu ya miguu mikubwa ya kuku, ikizunguka pindi unapotamka maneno maalum. Mfano, nyumba ya Baba Yaga, geuka ukikumbatia msitu na kuachia mlango. Na hapo ndipo ukatapoiona nyumba hiyo na mlango kufunguka. Ndani ya nyumba hiyo kulikuwa na vyombo vya kustaajabisha zaidi. Tanuru linaloishi, fimbo inayotembea na fuvu lenye macho yanayong'aa gizani. Nyumba hii haikuwa makazi tu, bali ilikuwa ni daraja la ulimwengu wa roho na wanadamu. Kila mtu aliyeingia alitakiwa kuwa na moyo thabiti, maana haikuwa mahali pa uoga au uongo. Katika baadhi ya simulizi, Baba Yaga huonekana kama kiumbe katili anayekula watoto au kuchochea maafa. Lakini katika hadithi nyingine, yeye huonekana kama ni msaidizi akiwapa mashujaa changamoto, akiwapa tiba au pia akiwapa maarifa ya kutatua matatizo yao. Anafanya kazi kama mchunguzi wa tabia, akiweka mizani ya maamuzi ya mtu. Ikiwa moyo wako una nia njema, Baba Yaga anaweza kukupa silaha ya kupigana na uovu. Lakini ukiingia kwake kwa hila, basi hofu yako itakula mwili wako. Baba Yaga husafiri kwenye kifaa cha ajabu sana kinachofanana na chokaa cha kupikia kwa maana ya mota, huku akisukumwa kwa kijiko kikubwa kwa maana ya pesto, na kufuta nyayo zake kwa beseni la kijadi. Hii inaonyesha kuwa yeye si tu mchawi bali pia ni mwakilishi wa mila ya Slavic ya zamani, ambapo wanawake walihifadhi hekima ya jadi, tiba na nguvu za kiroho. Anadhibiti upepo, anadhibiti mvua, barafu na hata kifo chenyewe. Wengine humfananisha na miungu ya kale kama Hecate wa Kigiriki au Kali wa Kihindi wenye sura mbili, sura ya maisha na sura ya maangamizi. Neno baba linaashiria mwanamke mzee katika lugha nyingi za Kislavik na yaga linaweza kumaanisha hofu, ugumu au hata ugonjwa wa giza. Katika utamaduni wa kale wa Kipagani, Baba Yaga alionekana kuwa kiongozi wa mipaka kati ya maisha na kifo, mwanga na giza, dunia na ulimwengu wa roho. Baba Yaga ni mfano wa siri za mwanamke mzee mwenye hekima. Katika jamii ya sasa, anaweza kuwakilisha archetype ya mwanamke aliyevunja minyororo ya jamii, asiye na uoga na mwenye uhuru kamili. Wanawake wengi wa jadi walipewa sura za wachawi kutokana na maarifa yao na ujasiri wao. Lakini Baba Yaga ni mfano wa hofu na heshima ambayo jamii za zamani zilikuwa nazo kwa mwanamke mwenye maarifa. Hadithi za Baba Yaga zimechochea vitabu, vichekesho, sinema na hata michezo ya video. Katika sinema za kisasa, Baba Yaga mara nyingine huitwa kama jina la heshima kwa mtu hatari, kama ilivyo kwa John Wick. Lakini katika filamu za kifasihi za Kirusi, yeye bado ni malkia wa misitu anayetoa changamoto kwa wapita njia wa kweli. Baba Yaga pia anaonekana akiwa na wasaidizi watatu, mtu mwekundu ambaye huonekana wakati wa asubuhi, lakini pia anakuwa na mtu mweupe ambaye huyu huonekana wakati wa mchana na mtu mweusi ambaye huyu huonekana wakati wa usiku. Hawa ni alama za kupita kwa muda, ishara kuwa Baba Yaga ana mamlaka juu ya wakati na anawakilisha mabadiliko ya mwanadamu kutoka ujana, utu uzima, hadi uzee. Kwa hiyo kila anayeingia katika nyumba ya Baba Yaga ni anayejifunza maana ya maisha, anakutana na hofu zake na anaibuka akiwa amebadilika. Leo hii Baba Yaga anazidi kurejea, si kama mchawi wa kutisha tu, bali ni kama alama ya nguvu yake, ya hekima ya mababu na ya maamuzi ya ndani. Katika fasihi ya kisasa, yeye huonekana kama kielelezo cha shadow self, sehemu ya nafsi yetu tunayoficha, lakini yenye hazina kubwa ya nguvu, uvumilivu na ukweli. Katika nyakati hizi za teknolojia na ukosefu wa mizizi, Baba Yaga anatukumbusha kuwa njia ya ukuaji wa kweli hupitia katika giza, hofu na majaribio. Pengine labda Baba Yaga haishi tena kwenye misitu ya Siberia au Poland, lakini anaishi ndani ya kila simulizi inayoonyeshwa kuwa nguvu za kweli hazimo kwenye silaha bali ni katika hekima. Anaishi kwenye mawazo ya watoto wanaojifunza kuwa ujasiri huja kwa kukabiliana na hofu. Anaishi ndani ya wanawake wanaotafuta uhuru na ndani ya wanaume wanaojifunza kuheshimu nguvu ya kike. Na huu ndio mwisho wa simulizi hii. Jina langu naitwa Abdul Kingungo, unaweza kunifolo kwenye ukurasa wangu wa Instagram kwa jina hilo hilo la Abdul Kingungo, lakini pia usiache kusubscribe, kushea, kulike na kucomment katika YouTube chaneli yetu, ili kuwa wa kwanza kupata makala zetu mpya kila zinapotoka. Asante kwa kunisikiliza na tukutane katika makala zinazofuata.